nafasi ya kwanza ni sustainable food system specialist in the rice sector and development report project coordinator Tanzanian food system land use and restoration project minister of natural resources and tourism united republic of Tanzania, location Dodoma, duration one year extendable to a maximum of four years. Kwa hiyo nafasi ambazo zimeweza kutangazwa ya kwanza ni hiyo, lakini nafasi nyingine kuna gender and safeguard specialist. Alafu nafasi nyingine ambayo imeweza kutangazwa ni nafasi hizo. Na hapa kuna general condition au na barua yako itumwe kwa Ministry of Natural Resources and Tourism, Government City Mtumba, Ardhi Street PO Box kumi na tatu hamsini Dodoma. Mwisho wa kutuma maombi ni tarehe kumi Desemba elfu mbili na ishirini na tano. Hakikisha unatuma maombi yako mapema, na kama ni mara yako ya kwanza kwa kuingia katika chaneli ya FEABOY, itafadhali bonyeza neno subscribe, like na share video hii. Asante na karibu.